Ah, eni za utotoni, kipindi hicho nilikuwa nasoma nasoma msingi shule za msingi, niliwahi ah, kuita taharuki mmoja kijijini kule, mpaka ah, leo nikifikiria unacheka tu mwenyewe. Yaani ilikuwa asubuhi, nimeamka yo asubuhi, bado bado kiza kiza kile tani, kuna kiza kiza hivi basi nimeamka asubuhi, nataka nitokee, nataka niamke nitoke zangu nje hivi ah, ile kuamka hivi kuangalia pembeni hivi, naona kuna kitu cheusi hivi ah, kwanza nikashtuka, kwanza hiki kinini? Nikaangalia hivi naona kama kama nyoka fulani hivi, nyoka nyoka mweusi. Eh, bwana. Siko na mamangu mdogo wani, Nikamshtua mama. Ah, oh. Humbani kuna nyoka bana, kuna nyoka ee, ee. Basi katoka nje kijijini. Watu wanajua kijijini kuna umoja fulani hivyo, wakakusanyika watu na mapanga magongo, sijui nini, wamekuja yaani, nyoka nyoka. Wale wanaume ambao sio waoga waoga wale wameingia ndani kule, tafuta tafuta nyoka hivi kitanda hivi, yuko wapi yuko wapi? Mi naenda kuwaelekeza ana yuko hapo, simu si, si, si, fulani hapo, angalia hapo, nakuelekeza hivi. Ah. Basi jamaa kaingia pale, yuko hapo nyoka ya kitanda hivi kuangalia hivi eh. Mfuko mweusi a jamaa anatoka nje hivi kaushika uli mfuko yani Da. Yaani nilikaa koo yani, nilikuwa hata kutembea naona naona aibu yani yani, nimekusanya watu yani, nikasema kuna nyoka, kumbe ni mfuko mweusi yani, uji kunja kunja pale, yani kiza kiza, mimi nikajua ni nini, ni nyoka da see yani. Ika nikifikiria ninakuta nacheka tu mwenyewe yani.